Hayo mtazamaji, ni kwamba kizaazaa kilishuhudiwa nje mahaka ya mahakama kuu ya Kerugoya kaunti ya Kirinyaga baada ya kesi kusitishwa. Wakulima wa kahawa waliokuwa wamefika hapo kusikiza maamuzi ya kesi yao walilalamika wakisema kwamba wamekuwa wakisafiri mwendo mrefu kutoka maeneo tofauti yanayokuza kahawa ili kufuatilia kesi hiyo. Wakulima hao wanasema kwamba ameharamikia sana kutafuta haki mahakamani kuhusiana na shinikizo la kumtaka waziri wa vyama vya ushirika kukomesha mp Mpango wa malipo ya moja ya kwa moja. Wakulima hao wanataka kulipwa kupitia vyama vyao vya ushirika. Wacha koti itoe uamuzi wake, hatuna shida, lakini mambo ya kukaa chini na wanakamati waende wafanye ile. Walimu walichezewa, tukaona walimu wametolewa pande hii wamepelekwa pande hii hii. Sisi hatutaki kubatisha, mkulima abatishi, sababu ye ni ye mkulima wa kahawa na sisi tunalima kahawa, ni sisi tunajua uchungu wa kahawa. Hatutaki usikia mambo ya DSS kwa sababu cooperative inatusaidia. Mimi kweli kama mama nimekuja hapa mara nne, mara ya tatu sasa hii, nilipofika njiani naambiwa kesi imeharisha sana. Na hii mimi nitaenda wapi? Kilomita ngapi nimetoka Pokot mpaka nimefika hapa, si ni mbali sana? <laughs> alafu serikali wanachezea watu aje? Kwa sababu tunajua ya kwamba tunategemea koti tuweze kupata haki na tunaona ya kwamba kesi uh, koti sasa, sijui nani anamwelekeza ana, kwa sababu kama alikuwa ametuambia, chaja alikuwa ametuambia ya kwamba kesi yetu itaamuliwa leo. Kwa nini dakika ya mwisho akachukua nafasi ya kuahirisha kesi wakati kila mkulima alikuwa amesafiri? So ninaona ya kwamba hiyo ni kitu ambayo hatufurahishi atufu, kama wakulima wa kahawa na mtazamaji tukiachana na